Ya karibu Njiapanda uh, Technologies. Naomba eh, kwa haraka haraka nikuoneshe namna ya kudownload download eh, version yetu ya kwanza ya Academic Report Template baada, uh, baada ya ile ya mwanzo kabisa ambayo tulitoa, kuna baadhi ya changes tumezifanya ambazo ni kuongeza eh, idadi ya masomo masomo sasa hivi hapo mpaka 15. Kwa hiyo mtu atadownload na ku upgrade eh, ile ambayo alichukua mwanzo. Namna ya ku download, tutaingia kwenye www.njiapanda.com www.njiapanda.com utaingia, utaikuta kwenye eh, header juu kabisa academic uh, report template. Ukiingia hapa utaklik link mara moja, baada ya hapo itaanza kudownload. Imeweza kudownload, utaenda kwenye faili yako la download ambayo iko kwenye kompyuta utaichukua. Eh, baada ya kuicopy hii imeandikwa version 1, utaicopy na kuiweka kwenye desktop ya yeah. <coughs> utapaste baada ya kuipaste hapa kwenye desktop sasa nikuonesha hatua ya, ya muhimu kukopi data zilizopo katika ile version yako ya zamani kuleta kwenye version yako mpya. Utakachokifanya utafungua kwenye ile version yako ya zamani ndo kama hii. Eh, uta double click itafunguka. Utaenda kwenye option uta click mara moja utasema enable this content kisha utasema okay. Utaingiza password hapa kama ambavyo unafanya siku zote. Ya, yeah, imeshafunguka. Baada ya hapo hakikisha upo kwenye somo la kwanza kabisa. Utaklik kwenye civics, yeah, hii ndio somo la kwanza kabisa. Baada ya hapo utaenda kwenye version yako mpya ambayo umedownload. Ukifungua hii version yako mpya, utaenda nayo kwenye option, utasema enable this content then utasema okay. Utaweka password yetu Njiapanda. Eh, kisha utasema okay. Hii haina kitu chochote. Haina kitu chochote. Vitu vile cha kuja kuzingatia. Kitu cha kwanza njoo huku kulia kwenye hii horizontal, kwenye vertical ba eh, hakikisha huu mshale huko mwisho kabisa. Kitu cha pili, hakikisha somo lako hapa la mwanzo ni civics. Iwezekana ikawepo somo lingine, labda history, tafadhali change uweke somo la kwanza civics. Kwa tumefungua ya kwanza hii hapa na ile ya zamani nayo kadhalika tumefungua hii hapa zote zinasoma civics kama somo ya kwanza. Hatu inayofuata utakuja hapa katika hizi views. Eh, kwenye ni view utakuja kwenye view utasema: heading, umeselect heading hapa imeonekana. Utaenda kwenye ile version nyingine ya pili ambayo utakume download na utaenda kwenye view utaselect heading na penyewe heading ionekane kwamba hapa ni namba mbili. Hatua ya tatu: Utaenda kwenye ile old utaselect huku kwenye sehemu ya eh column kwa utaanza kuselekti hizi roho zote zote wanafunzi wote ambao uko nao mpaka mwisho. Ukifika kwa wanafunzi wote, au baada ya kuselect wanafunzi wote, utakuja hapa kwenye home, kisha utasema copy. Baada ya kusema copy, utaenda kwenye ile ya sasa nayo, utakuja utaselect hapa kwenye ya kwanza kabisa, hapa kwenye namba mbili, utaklik hapa kwenye serial, na kisha utakuja huku utasema paste utaziona data zako zote zimehamia huku. Baada ya hapo, utakuja uta minimize, utaenda kwenye ile ya kwanza ambayo ndio hii hapa old ile ya zamani. Uta cancel hapa, ina maana utaifunga. Sasa umebaki na hii ya pili ikiwa na data zako zote. Kwa hiyo operation zote utaendelea kufanya. Kufanya kama ulikuwa unafanya siku zilizopita. Mfano tukitoka hapa naweza kwenda kwenye eh, evaluation. Hakikisha una evaluate masomo yako yote. Kabla ya kwenda ku print report, utaklik kwenye civics, utapata evaluation ya civics. Utachagua somo lingine tena, utafanya evaluation yake. Pengine ukawa unaweza kufanya zote kwa mara moja, hazina madhara hizi ambazo zitatokea hapa chini, kwa sababu mwisho utaziselect zote hizi na utaenda kwenye clear content, uta clear content kwa, hakuna tatizo kwenye printing hapa. Kabla ya kwenda huko, utaenda kwenye eh, preparation of exam score sheet hapa, kuna kitu cha kufanya. Kwanza, kuna details za shule na details za darasa na header ya kwenye report yako. Pili, kuna class master name, lazima ikae hapa, na ukisha edit, double click we edit. Ukimaliza ku edit, utakuja huko juu, uta save. Hakikisha ume save baada ya ku edit hizi comments zote. Hakikisha umezijaza kwa utaratibu mzuri kabisa. Jaza mistari ijaye kulingana na message unapewa katika ile box. Academic master jaza, eh, class master, jaza. Ukimaliza tarehe ya kufungua hakikisha umejaza email ya shule na namba za simu za shule. Ukimaliza hapa, hakikisha umesave. Baada ya kusave, usiende moja kwa moja kwenye print panel, rudi hapa kwenye home. Ukija utaenda kwenye hii inayofuata, open score sheet. Kwenye score sheet hapa, cha eh, kwanza unaweza ukapata max get real score hizo e, hapo score zetu za e, masomo yetu, japokuwa kuna alama zimekuja kuja hapa. Nafikiri mwanzoni hatukufuta hii panel vizuri, kwa tunaweza tukaja clear content vizuri e. Na tukirudi nyuma hapa kuna sehemu ya kurudi nyuma back. Tukija hapa kwenye open score sheet, nitakiwa iwe blank kama hivi. Kwao tukienda kwenye get e, with score, tutazipata hapa score zetu. Yeah, kuna kuna era hapa ambayo inasababisha hizi, lakini hazina changamoto. Tunaweza tukazi clear hapa, kwa sababu eh, average zetu zimeshapatikana hapa, yani kwenye bash inafuata, mtaziondoa then. Kuna categorize, unaweza kuangalia according to better performance, ataanzia wanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho. According to poor performance, atanzia mwisho kuja wa kwanza. Utaprint ukitaka, haya usipotaka mingine. Kuna kitu kingine hapa hizi logo. How can you edit this logo? Eh, hizi logo simple. Unaweza ukaklik hapa mara moja. Tu pamoja. Ukiklik mara moja hapa edit logo. Uta klik hii logo itakuwa editable. Ina maana uta right click, utakuwa na logo yako hapa, uta change picture, utaenda utafute hiyo picha ya logo iko wapi kwenye document yako na kisha utasema insert utasema okay. Ukisema insert tayari ni ngine. Lakini kwa sababu sisi hataki kuedit logo hakuna tatizo. Ukimaliza kuweka hapa logo nyingine, please make sure una click hapa tena, unasema save the edited logo, ili ikae hapa na iweze kutokea kwenye e, print out yako mwisho kabisa tuende kwenye report. Narudi hapa nyuma, nitaenda back, naenda kwenye report. Na click hapa mara moja, nitaenda kwenye preparation of student report. Hapa lazima nipate hizi button ambazo zimetokea hapa. Kama sijazipata kuna kosa nimefanya na acha hii template na download nyingine. Kitu cha kwanza kufanya hapo uta click kwa mfano sasa hivi ni September tutachagua mid term September 2. Zita arrange zenyewe automatic. Kamaweza kufanya hivi nitaenda moja kwa moja. Start print page to page. Yeah, natakuja hapa nitachagua nataka page ya kwanza hadi ya kwanza. Nataka page moja tu. Kama nataka ya kwanza mpaka kumi nitasema ya kwanza mpaka ya kumi. Ehe. Then kwa sababu nimeconnect kwenye PDF na kuja hapa nataka nione Eh, nasema ona one save kisha ita printi moja kwa moja kwenye PDF hii hapa nafungua hii ndio ripoti yangu ya kwanza kabisa na hivi ndivyo mwonekano wake mtu atauliza mbona hawa eh, imekuja kawa pili kati ya hawa sababu ni simple tu kwa sababu kule inawezekana huyu alipewa namba wakati hizi eh, data zilikuwa za majaribio kwa hiyo the best option hakikisha unafuta namba kama kuna namba yoyote hapa, hakikisha unaifuta kabla hujaenda kuprint, na hizi zilizopo information nyingine ambazo ni za msingi. How can you eh, delete those numbers kabla hujaenda kuprint. Hakikisha eh, hizi namba ambazo nahisi hazifanyi kazi unaweza ukazidelete, na uzuri hii ni Excel ya kawaida, kwa hivyo click mara moja unaweza kuzidelete. Asante kwa kusikiliza, na kama kuna lolote tuulizane mapema, eh, kabla watu hawa kwa masanteni sana na karibuni Njiapanda Technologies.